Bure toeni bure. Haleluya, haleluya. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe anapowatuma wanafunzi wake kwenda kuitenda kazi. Anatuma, anasema ukawaambie kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Kama ufalme wa Mungu umekaribia, manake tutangaze habari njema za Bwana. Haleluya. Hicho ndicho kikubwa ambacho Yesu anawatuma wanafunzi wake. Na sisi tu wanafunzi wa Yesu, tunatumwa kutangaza habari njema, habari za ufalme wa Mungu popote tunapotembea. usiona aibu kumuinua Mungu kwenye na ufalme wake, kushuhudia, kuwaambia watu kweli, manake majira tuliyo nayo ni majira magumu. Watu ndipo wanafanya yale wanayotaka wao wamesahau kwamba yuko Mungu anakuja, saa ikifika itakuwa kama Sodoma na Gomora, lakini hakuna ambaye atasema kwamba sikusikia, ili watu wajue kwamba Mungu alishatangaza upande, ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu upo, upo na unakuja zaidi. Majira ya mwisho haya, ndio maana maovu yamekuwa mengi, mambo magumu yamekuwa mengi. Kwa nini watu wamejisahau? Kwa tuna sababu ya kukumbusha, tuna sababu ya kutangaza habari njema za Yesu. Kama Yesu mwenyewe alitangaza habari za ufalme wa Mungu, anawatuma wale wanafunzi, enendeni mkautangaze ufalme wa Mungu. Ndipo anasema kubirini hivi kwamba ufalme wa Mungu umekaribia na watu watubu. Ni nyakati za kutengeneza watu wa Mungu. Isiwe tuwaambie wao tu, na sisi wenyewe lazima tuwe watu Bwana Yesu asifiwe sana, kila kitu hapo leo, tutengeneze maisha yetu, lakini pia tuwaombee watu wenzetu, tuombee kanisa, tuombee nchi <coughs> Hallelujah. Hallelujah. Hata unapokuwa kwenye kikundi chochote, simama ukiwaambia habari za kweli za Bwana. Hallelujah. Hata ukisema tu tuombe, mkaombe kwa ajili ya Bwana, mnauinua ufalme wa Mungu, lakini zaidi kutubu Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tuko mahali hapa tunatangaza habari ya ufalme wa Mungu kwamba Mungu kwa aliinue kanisa lake, asinyamaze kwa ajili ya kanisa lake Aleluya. Lakini sisi tuna nguvu ya kuliinua kanisa. kwa nini? Tuwe wanafunzi wa Yesu, tunafanya yaliyo yaliyokwoa Yesu kama alivyowatuma wale wana, wanafunzi na sisi pia tunangu. ali njema aibu, usije ukaona aibu kwa watu, mtu yoyote hata ukikutana naye njiani kama roho inakusukuma kumwambia, mwambie kitu na atakusikia haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na mtu mmoja yuko hapa ndani, ninamuona kila siku. Nilikutana naye siku moja hapa, nimetoka asubuhi, nimebeba Biblia, nikamsalimia. nilipomsalimia akaona anaona aibu lakini, nikamwambia wewe, ni unasali wapi? Anasema, ah, si mzali mimi, sienda kusali, lakini ni mone via. Nikasema, kwa nini uendi kanisa? Mpaka leo yupo hapa kanisa. Usiona aibu kwa ajili ya kumwona mtu njiani, ukikuta na njiani, kama unaona moyo wako unakushuhudia, mshuhudie, usiona aibu. Haijalishi atakujibu nini, lakini mshuhudie. Haleluya! Haleluya! ndio kazi ambayo Yesu alitutuma sisi tukaifanye, tuwaambie watu habari za ufalme wa Mungu na watu wapate kutengeneza maisha yao, wakitengeneza maisha yao wamepona. Hata kanisa yetu tukiliombea rehema, tukiomba toba kwa ajili ya kanisa, kanisa tunaiponya. Haleluya! lakini pia tunaajiliamg ila ukiona hivi kwa macho uwezi kuamini, lakini katika ulimwengu wa roho kuna vitu vikubwa ambavyo vinafanyika mahali hapa uwezi kuamini. Haleluya, kwa sababu watu wanataka waone kwa macho. Usitake kuona kwa macho, kile unachokitamka ndicho Mungu anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya na kujijua, kujitoa, hicho ndicho kikubwa sana. Kujitoa uliyeokoka uliye mwana wa Mungu, uliye mwanafunzi wa Yesu, jitoe kwa moyo, kwa moyo kabisa. Hii kazi haina kusema tutakulipa. Aha, ni kwa moyo kutengeneza njia ya Bwana. Haleluya! Unapofanya yaliyo ya, ya Bwana na Mungu, ndipo anafanya yaliyo ya kwako. Hawezi akanyamaza, hawezi akakwaja. Bwana Yesu asifie sana. Basi Mungu abariki neno lake, na Mungu abariki sana kuwepo kwenu. Namna hii inampendeza Bwana sana. Yeye anaona malaika wamejaa hapa, kanisa limejaa. Haoni kama mko wawili watano, aa, yeye anaona kama kanisa limejaa. Haleluya, kwa sababu yupo kwa ajili ya kutuhudumia. Tusimame, tusimame twende mbele za